Chama cha Mapinduzi, ndugu mwenyekiti wa umoja wa vijana wa chama cha mapinduzi taifa na mjumbe wa kamati kuu ya halmashauri kuu ya CCM taifa, kaka na kiongozi wetu Muhammad Ali Muhammad. Kawaida nitambue itifaki ya mwenyekiti wa vijana mkoa huu wa Shinyanga, pamoja na mwenyekiti mwenyeji wa wilaya hii ya Kahama walezi wetu chama cha mapinduzi wakiongozwa na mwenezi wetu pamoja na mwenyekiti wa chama wilaya hii ya Kahama ili kutambua itifaki ya kijana mwenzetu diwani anetuwakilisha kule kushindana okay. Nasi hata okay. Wakiungana okay. Matusi kututukana, Dokta Samia mama lao mama lao. Dr Mwinyi baba lao, Dr Chimbi kaka kaka lao. Vijana ndio jeshi lao. Hapo vipi? Hapo sawa. Awali ya yote, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama. Mkoa wa Shinyanga tangu jana tulipoianza kazi kwa wilaya mbili ya Shinyanga mjini na vijijini. Lakini kote tulipopita tumeendelea kukiri mapokezi ni mazuri sana ila, ndugu mwenyekiti, hamasa tuliyoikuta hapa wamezidisha, pia na ubunifu, wamekuwa wabunifu na hamasa ni kubwa sana niwapongeze, wapongeze sana. Anasema hayo kwa sababu katika utambulisho walitambulishwa wenye viti wa vijiji na vitongoji wamekuja kukulaki wewe, mjumbe wa kamati pamoja na msafara wako, lakini wameonyesha <tiple> mapenzi ya dhati kwa Dokta Samia Suluhu Hassan. Viongozi wetu wa vijiji na vitongoji, hoyesi hoye! Ndugu mwenyekiti, katika siku kumi za moto za ziara ya kamati ya utekelezaji unayoiongoza leo hii tuna siku ya nane. Itoshe kusema kote tulipopita Wabunge wa Chama cha Mapinduzi wanapendwa, lakini mbunge Iddi Kassim Iddi anapendwa sana na wayote. Ni kwa sababu sauti yake anaipaza bungeni kuwasemea Wanamsalala, lakini vitendo vyake vimezidi sauti, kwa sababu mwenye macho haambiwi tazama. Leo kwa muda mchache baada ya mkutano wangu tunaenda kukabidhi vitendea kazi kwa viongozi wa vijiji vyetu. Nani kama mbunge wetu? Sasa kwa kula, kula nao samia samia mnielewe vizuri nimesema majina matatu ili asikosekane lakini dokta samia anataka tuifunga sasa anamaanisha vijana mkampe changamoto katika majina matatu wawili pia wayo vijana wenzake hapo vipi wajitokeze waende wakahuishe taarifa zao katika daftari la kudumu la mpiga kura. Mwenyezi ameeleza bado siku nne tu. Hizi siku nne za dharura huwa zinajitokeza. Niwaombe sana kupitia mkutano huu wa mwenyekiti wetu, kesho mapema twende pale. Kama hatukuwa na sifa awali, sasa hivi tuna sifa, tukajiandikishe tupate bichini. Wilaya hii ni kubwa kati ya wilaya tatu zilizopo ndani ya taifa letu. Kwa mwenyekiti kuunganisha vijana na hamasa kubwa tulioiona, nitumie wasaa huu kuwapongeza yeye na kamati yake ya utekelezaji. Sasa nitumie wasaa huu kumleta kwenu mwenyekiti wetu wa Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi taifa ili apate kuja kuzungumza na hadhara hii. Mko tayari?